Zimevuja mtaani na Mr. B.O.G. na sisi wavujishaji hatukomi. Jina langu naitwa Lucas Mchunguzi Sembago. Jina maarufu ni MC Sembago. Sana nimeanza kitambo kidogo, F2 mwaka F2 kipindi ekodi nimeanza elfu mbili na sita mpaka leo naendea kurekodi na kufanya muziki nyimbo mm... mbazo nikonazo sasa hivi mkononi tumerekodi zinapotea. Ndicho utunzaji wa nyimbo likuwa kwa kazi kidogo, kuwa na hiyo awea sasa hivi naweza nika kwa harakaraka zinafika kumi na tatu Ndizo na. Yeah, mziki wa hip hop kitu ambacho spendi kwa watu unajua, wanapofanya hip hop maanake una inspire watu, una ongelea masuala ya kijamii, unakuwa kama mwalimu ama preacher, watu wa viongozi wa dini au kiongozi yoyote ule, kwa hiyo kukata tamaa na kuweka ukomo wa kujifunza. Ah bana, mi napenda kila siku ifanye sema mazingira hata sijai kuchukiaaaa. Oh bona kama wote mi nawapenda, mi wote nawapenda, eh, mi wote nawapenda. Msanii wa hip hop wapo wengi, wapo hawa sasa hivi. Unajua, ili ujifunze, sio kisaiti wili nazamani kidogo, etuwezi hata wapi wakakuinspya au wakakufundisha, waka, waka, waka, kitu itabidi karibia ote fidi itabidi fidi, fidi basi tafanya wanapenda sema mziki wa hip hop, si unajua, yeah, mejaa yeah, vitu kibao ah, mimi faha maza u wanafili eh, ni watu wenye mizu, wenye vibe wote wanapenda watoto wao vitu wanavyofanya, nauza kodi, nauza nguo, nauza viatu, niko yeah, hapo ua eh, bado ujaanza kunelipa kwa sababu mimi mwenyewe sijauwekea pesa ya kutosha, ukapata watu wa kufanya nao kazi kama biashara inalipa. Hip-hop ipo toka enzi, labda kuitambulisha kwenye vyombo vya habari. Hip-hop, unajua hip-hop ni utamaduni, labda hip-hop as music meza zamani ipo kwa enzi universal universal language, Marekani ilikuwepo dunia nzima ilikuwepo hip hop lakini, sasa kuwa kusikika kwenye vyombo vya habari hip hop as music, hip hop as culture, kuanza kufanyiwa promotion kama hivyo, imeanza e miaka ya 70 na kitu huko Marekani, wakatangaza hivyo kwamba kwa, kwa, yani, kwa, yeah, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, Mimi na feel music zote, muziki wote lakini napendelea hip hop kwa sababu niona kama hip hop tabia zangu, yani maisha yangu yote kwa ujumla ya kila siku ndo tabia zangu, vinani vinanisukuma nifanye hip hop, na nikifanya hip hop na feel yeah, nisikia vizuri, lakini muziki wote nitafanya. Tunawapenda, tunawapenda tutendelea kuwapa kazi nzuri. Mwenyezi Mungu atujalie, tutaendelea kuwapa kazi nzuri kazi. Anasema kazi baada ya kazi, kazi baada ya kazi. Ndio kitu sisi hatuna sasa hivi consistency. Kwa hiyo tunawahidi tutakuwa na mwendelezo consistency, ila baada ya muda tunatoa kazi, ila baada ya muda tunatoa kazi, nadhani